Hebu vuta picha ya maisha ambapo kila siku unayoamka unahisi uzito mkubwa kifuani, maisha ambayo kila unachojaribu kufanya kinakwama na watu walio karibu yako wanaonekana kuwa chanzo cha maumivu badala ya faraja. Hii ndiyo ilikuwa hali halisi kwa kijana mmoja aliyeitwa Anton Chekhov aliyekulia katika mji wa baridi na giza huko Urusi. Kwa Anton, nyumbani haikuwa mahali pa amani. Baba yake alikuwa mtu mkali sana, aliyemwadhibu yeye na ndugu zake bila huruma akidai ni kwa ajili ya kuwafundisha nidhamu. Maisha yake yalikuwa kama gereza, akilazimika kufanya kazi kwenye duka la baba yake lenye baridi kali, huku akishindwa hata kusoma vizuri. Lakini, kama ilivyo katika maisha ya wengi wetu, kuna wakati mambo yanapoharibika kabisa ndipo mwanzo mpya unapoonekana. Familia yake ilipofilisika, wazazi wake walikimbia mji kukwepa madeni, wakimwacha Anton peke yake akiwa na umri wa miaka 16 tu. Alibaki bila pesa, bila wazazi, na akiwa amezungukwa na kumbukumbu kumbu za mateso. Hapa ndipo tunapokutana na ukweli mzito ambao mwandishi Robert Green anaujadili kwa kina katika kitabu chake The Laws of Human Nature. Green anatukumbusha kuwa mara nyingi gereza letu kubwa si kuta za matofali, bali ni mtazamo wa akili zetu. Anton alikuwa na kila sababu ya kuwa na chuki, kukata tamaa au kuwaona wanadamu wote kama maadui. Hii ndiyo hali ambayo Green anaiita tabia ya kujihujumu. Tunapoamini kuwa dunia inatuchukia, bila kujijua, tunaanza kutenda kwa namna inayofanya watu tuchukie kweli. Lakini Anton alifanya uamuzi tofauti. Badala ya kulalamika, aligundua kitu cha ajabu katika upweke wake. Aligundua kuwa uhuru wa kweli hauji kwa kubadili mazingira ya nje, bali kwa kubadili mtazamo wa ndani. Alianza kumtazama baba yake si kama jitu katili, bali kama mtu dhaifu aliyeathirika na malezi yake mabaya. Chuki geuka kuwa huruma. Hasira geuka kuwa msamaha. Hadithi ya Chekhov inatufundisha kuwa hatuna mamlaka juu ya mahali tunapozaliwa au changamoto zinazotupata. Lakini tuna mamlaka kamili juu ya namna tunavyoichagua kiitazama kesho yako. Kumbuka, ufunguo wa hatima yako hauko mikononi mwa watu wengine, bali uko kwenye namna unavyoichagua kuitazama kesho yako.